Na hali ya kawaida imerejea kwenye hospitali za umma katika kaunti ya Kiambu baada ya madaktari kurejea kazini, kufuatia kusitishwa kwa mgomo wao wa miezi mitano. Uchunguzi uliofanywa na KBC Channel One katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Kiambu ulibaini kuwa wagonjwa katika idara mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na ile ya kushughulikia wanawake wajawazito wanahudumiwa na madaktari. Kwa upande mwingine takwimu kutoka idara ya afya ya kaunti hiyo zinaonyesha kuwa zaidi ya wagonjwa milioni moja nukta nne wametibiwa katika vituo vya afya vya kaunti ya Kiambu kati ya mwezi Januari na mwezi Septemba mwaka huu. Siku mbili baada ya madaktari katika kaunti ya Kiambu kurejea kazini, vituo vya afya katika kaunti nzima vinaonekana kuanza kuwahudumia wagonjwa kwa wingi, kuashiria kuwa hali ya kawaida imerejea baada ya huduma za afya kusitishwa kwa siku 150 kufuatia mgomo wa madaktari. Kwa wagonjwa walioko katika hospitali ya matibabu maalum ya Kaunti ya Kiambu, kurejea kwa huduma za madaktari na wafanyakazi wengine wa afya ni faraja kubwa. Nilikuwa nimekuja huku Kiambu Level 5 for ultrasound, uh, scan, na kulingana na mimi nimeona Kiambu kukiwa kuzuri sana wanahudumia mtu vizuri. Haya yanajiri huku ripoti mpya ya idara ya afya ya kaunti hiyo ikionyesha kwamba kati ya mwezi Januari na mwezi Septemba mwaka huu, vituo vya afya vya kaunti hiyo viliwahudumia wagonjwa zaidi ya milioni 1.4 huku wengine elfu 36 wakilazwa. Afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Kiambu, Dr Patrick Nyaga, amesema kuwa wagonjwa elfu 163 walitafuta huduma za matibabu kwa mwezi Septemba Nairobi like Moranga, Machakos. Kufuatia kurejelewa kwa huduma za afya, serikali ya kaunti ya Kiambu imesema itategemea miundombinu iliyopanuliwa ili, ili kushughulikia ongezeko la hitaji la huduma za afya.